Eh, Arnold, hmm, swali langu ni kwamba hmm, safari ndefu hmm, uliowahi kufunga kumfuata mwanamke ilikuwa ni ya umbali gani? umbali kama kilomita elfu moja mia tano wakati inaenda likizo kwa mama. Yani, ulipofika kwa mama ndio ukamfuata mwanamke, ama ulifika kwa mama ukaangalisha kwa safari? Mama si mwanamke, mama yangu si mwanamke. Ah, no tu, tuiache elfu moja mia tano ya mama mm-hmm. Mwanamke yani, kwa ajili ya mapenzi, mahusiano ya kimapenzi haba

Sasa mimi sio mzuri wa ku-calculate. Okay, alitokea wapi? Na ah. Na we ulikuwa wapi? Tutakusaidia mm. usijaribu <laughs> kupiga hesabu. Tuna kikokotoo. I see. Namba ni hizi. Uh -huh. Jibu ni de. Kuna, kuna kitu tunataka tukiweke sawa kwenye nchi <laughs> Eh, kuna kitu <laughs> tunakiweka sawa, yeah. Hasa wakati huu wa msimu wa bunge. Yes. Eh. Kwenye nchi hapa tunakiweka sawa. Mhm. Mm. Haisi, eli sikumbuki. Alitokea mkoa gani? Mbona kama ni alitokea mkoa gani? Na alikuwa, ao alikuwa wa, ndio maana nashindwa. Ndio maana nashindwa sasa. Anachuja yupi alienda umbali mrefu ambaye anakuja haraka haraka ni wa, wa umbali gani? Uh...